Sasa eh, uh, wenzetu ambao mko huko eh, katika social media tumeona namna ambavyo eh, imetajwa kuhusiana na mambo atu, yeah. Uh, zi, yeah, ha, mm. Ha, ya hatuwezi kujificha tukasema kwamba hatujazisikia stories za kubadilishwa kwa uwanja, si ndio? Au tujifiche tuendelee kujificha kwamba tujazisikia? Sisi tumezisikia. Haya imeathiri ama imechangamsha kambi kwa kiasi gani huko Moroko, ama ndio taarifa tu imechukuliwa kama ya awali kusubiri mchezo upite wa leo? Na, uh, Filipo Cyprian nimekupata vyema kabisa na swali hilo ambalo umeliuliza hapo kuhusiana na taarifa hizo za uwanja, wacha nizipeleke kwa mwandamizi hapa uh, Charles Abel, yeye atueleze na yeye anachokiona hapa Morocco hali ipoje, kwa sababu kimsingi ni kweli kabisa sisi tupo pamoja bega kwa bega uh, na msafara mzima wa Simba Sports, yeye atuambie anaonaje hiyo bwana Charles Abel baada tu ya kuwepo kwa taarifa ya kwamba uh, kuna mabadiliko ya uwanja wa mchezo wa Mei ishirini na tano, kwa maana ya mchezo wa mkondo wa, wa pili ule ambapo kombe ndio litakuwepo uwanjani huku. Reaction kwa hapa Morocco, wewe uliona kitu gani? <coughs> sijui pressure ya nyumbani Tanzania juu ya mabadiliko ya uwanja, lakini kwa hapa Morocco ni kama kitu cha kawaida kimetokea. Yani ukiangalia sura za viongozi wa Simba, viongozi wa kiserikali ambao wameambatana na Simba hapa, wadau wa Simba, hata wachezaji wenyewe na, na benchi la ufundi la Simba, wao wanaona kama kitu cha kawaida na focus yao wameelekeza wame, wame zaidi katika mchezo ambao unachezwa leo. Hakuna pressure yoyote ambayo labda ipo kwa kwa hapa na akili yao ni ni, ni, ni, ni kuimaliza mechi hapa hapa Morocco kwa sababu wanaamini kwamba unaweza ukabadilisha unaweza ukacheza katika uwanja huo wa Benjamin Mkapa. Kama hujafanya vizuri huku, bado pia unaweza usifanye vizuri katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini pia wanaamini uwanja huo wa Benjamin Mkapa, kuna wakati umeshawahi kupata, washawahi kupata matokeo ambayo hayaridhishi haya, japo ni wana wamekuwa wakifanya vizuri pale. Kwa hiyo inawezekana pressure mabadiliko ya uwanja ni kubwa zaidi nyumbani, lakini kwa hapo ukiangalia hata face za wachezaji yani, hata wenyewe habari zao, swala la mabadiliko ya uwanja kwanza ni kitu ambacho hata wakizungumzii mara kwa mara, yani maongezi mengi ni, ni mchezo wa leo ni kwa namna gani ambapo wanaweza wana, wana, wana, wana kupata ushindi katika mchezo wa wale, leo. Kwa hiyo unajua you know, un, m, mitandao ya kijamii Tanzania imekuwa hasa hivi tunasema ime, ime, nisema imekuwa. Kwa hiyo kunakuwa na ajie, mada ambazo wakati mwingine inawezekana kwenye timu sio kitu kikubwa, lakini kwa sababu tayari mitandao ya kijamii imekuwa imesha imekua, ndio mijadala yake inayokuwa, kwa hiyo inaonekana ni kitu cha kawaida, lakini kwa hapa wao wenyewe haoni kwamba kama kuna kitu chochote kikubwa kinachoendelea. Wao wanaamini kwamba timu inatakiwa ifanye vizuri hapa Moroko, hata okay. Hata waziri jana, naibu waziri wa utamaduni, habari na michezo, mwana mwana FA, aku ame, amezungumzia zaidi mechi ya leo. Wachezaji wenyewe ile jana, katika mkutano wa mwisho wa waandishi wa habari, focus yao ni mchezo wa leo. Kwa hiyo sijui ni kwa nguvu gani ili tukio la kubadilishwa uwanja kule linazungumzwa, mm-hmm lakini wenyewe huku wanaona ni kawaida, kwa sababu yaani sio kitu kikubwa ambacho labda kingine kimewapa yani kimewapa pressure. Sijui kama uamuzi huo ume yani, umefanyika kwa kwa, kwa, kwa utaratibu wa kafu au labda ndo kama hivyo ambavyo watu wanasema labda kuna hujuma, ingawa mi binafsi sione kama kuna hujuma, hauathiri chochote yani. Kama Simba inapoteza mchezo wa leo basi ni kwa sababu za kiuwanjani za kiufundi, na kama inashinda ni kwa sababu za kiufundi. Lakini kusema kwamba eti labda kuna namna eti thi, Simba imeathirika au labda kisaikolojia, hakuna kitu, kwa sababu ukiangalia the way ambavyo Simba wamechukulia mchezo wa leo kiukweli, wame wamechukulia kwa uzito mkubwa, yani namba ya watu ambao wamekuja na aina ya watu ambao wamekuja, yani inaonekana kabisa kwamba Simba ime imejipanga. Nilimzungumzia hapo mwana FA anawakilisha upande wa serikali, lakini pia kuna Mwenyekiti wa bodi ya, ya TFF mzee Mohamed Abdulaziz yupo hapa. Spika mstaafu wa bunge la Tanzania mzee Ndugai yuko hapa. Unakuja mkurugenzi mstaafu wa NSSF Dr. Ramazani Dau yuko hapa. Bado kuna kuna uwakilishi wa TFF, kuna uwakilishi wa, wa, wa Simba wenyewe, viongozi karibia wote wamekuja hapa, na fokasi yao kubwa, muda mwingi wanazungumzia mechi, hata vikao vyao wa kila wakati wamekuwa nakutana mara kwa mara kupeana mrejesho wa nani alikabidhiwa nini, alipewa majukumu gani kuelekea katika, katika mchezo huu. Kwa hiyo nadhani jana, unajua kwa mfano, tupo, tupo uwanjani, hata wale Berkani wenyewe walishangaa ule umati mkubwa, anasema hawajawahi kupokea umati mkubwa wa wageni kwa timu inayokuja kucheza hapa kulinganisha na huu ambao wamekuja kwa sababu jana kwa mfano katika chumba cha waandishi wa habari tu ilibidi mpaka baadhi ya waandishi wa habari wasiingie kwa sababu chumba kilikuwa ni kidogo kuliko idadi ya watu ambao wamekuja kwa sababu hawajawahi kupokea namba kubwa ya watu katika kipindi hicho. Kwa hiyo swala la presha, sijui hii hofu kwamba mechi imeahirishwa, sijui kwa huku, hakuna. Pengine labda timu ikirudi Dar es Salaam, ndio inawezekana ikatokea hali kama hiyo, lakini kwa hapa Morocco hata watu hawafikiri kwamba kwani kuna mechi imeahirishwa. A, ime, ali yes, uwanja. Ali nashukuru kuambia tu ya kwamba miongoni mwa vitu ambavyo nimevishangaa e, hmm. e, nikupa nasema kwamba labda tu make muda unakwenda, e, ni kwamba nitoe tu yes, fursa kwa swali jingine kwa wenzangu ambao wapo, labda kwa niaba Faustini, labda unaweza ukamuliza ukauliza ile panel ambayo ipo pale Ujda, eh, Morocco, eh, kwamba nini hasa ambacho unacho unategemea wewe labda kuuliza swali katika paneli ile ambayo iko pale Moroko. Asante uh, bwana Hali pamoja na Charles Abel na Mkongo Patrick, nyinyi ndio jicho letu huko uh, Moroko kuelekea katika mchezo wa leo labda uh, binafsi ningetaka kujua uh, hii ni mechi ya fainali mkondo wa kwanza, atmosphere ikoje hapo ya Moroko? Yaani watu wana, wanaozungumziaje wa Moroko wenyewe wanaozungumziaje huo wa mchezo wanaezungumziaje Simba na nini matarajio yao kuelekea kwenye huo mchezo ambao utachezwa baadaye leo? Asante yes, sana, na bila shaka yoyote swali hili ngoja nilipeleke kwa mkongwe Patrick Nyembera, ambaye eh, anaweza akalijibu kwa uzuri kabisa kuhusiana na uh, atmosphere ya hapa Morocco ama haswa hapa Oujda, namna uh, wanavyoitazama uh, hii mechi ya leo hii uh, na namna matarajio yao kuelekea ya katika mechi watu wa hapa Morocco. Well, uh, mapema kidogo pale kuna kitu ligusia hali kuhusiana na watu hapa wa, wa Ujda, Berkane uh, na katika moja ya pita vita zetu mitaani jana tulikutana, uh, katika, uh, so, zaidi, na mchezaji uh, ambaye alipita katika timu ya watoto sio kwamba aliweza kupata kari yake kwa ukubwa uh, so, uh, zaidi nafikiri Amri Mohamed alikuwa anaitwa na ametrendi sana katika mitandao. Kazi nzuri sana ulifanya jana, yes. Um, uh, ambacho nakizungumzia wao ni ukubwa wa timu ya Simba kumbuka kwamba uh, Simba ilikuwa na historia uh, kubwa barani Afrika ya kuweza kufika hatua uh, za robo fainali katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini uh, pamoja na hayo, Simba ilifika hapa mwaka ishirini ishirini na mbili kucheza dhidi ya RS Berkane, na ukumbuke that time uh, baadhi ya wachezaji ambao waliwika ligi ya Tanzania walikuwepo hapa Berkane uh, kama sehemu ya timu hiyo ingawa uh, wengine wakupata nafasi ya kucheza mchezo huo. Sasa ambacho wao wanakigusia kwa ukubwa ni kwamba uh, Berkane haitakiwi uh, kupoteza mchezo, na kama itapote, uh, itapata ushindi basi, huo uh, ushindi ambao unaweza kuwa magoli mawili plus, kwa sababu wanaamini kwa kule Tanzania uh, ni vigumu sana kuifunga Simba, na alivyokuwa anagusia hilo akasema, ukipiga uh, mahesabu ya kuangalia hali halisi ilivyo Simba jinsi ilivyo kwa kweli, kutakuwa kuna ugumu wa aina yake kwenda kuifunga Simba kule. Kwa hiyo kama Berkane naweza kumaliza imalizie hapa, na aligusia katika kile ambacho uh, ametoka kizungumzia hapo Charles Abel kwamba wamesikia kuhusiana na hiyo taarifa wao watu wa, wa hapa Berkane ya kuweza kubadilishwa, na kwamba uh, Simba wanaopozi hiyo kitu kwenda kwa CAF ingawa hamna tamko ambalo limetolewa kuhusiana na hilo kama alivyogusa Charles kwamba focus imekuwa zaidi uh, katika mchezo wenyewe. Kwa hiyo uh, wasipoweza kushinda hapa, wanaamini kwamba hali itakuwa ni ngumu sana, na hata ukipita mitaani uh, kwa sisi, inaonekana unajua, kidogo tumekuwa kuna utofauti ujio wetu na kundi limekuwa ni kubwa. Kila unayoonekana hata ba una kitambi kama mimi, utaitwa Simba. Eh, wakati mwingine utaonekana mtu kama Lupanda anaonekana sijui ni kocha au mchezaji wa Simba. Kwa hiyo eh, wao wamelipokea kwa kwa upekee na wanaamini kwamba timu inahitaji support ya hali ya juu kuweza kupata ushindi katika mchezo huu. Lakini eh, mimi nilipata chat kidogo wakati wakati tunakuja huku, tunatoka Jadida kuja hapa Oujda. Kuna nyakati nilipata wakati wa kuongea na Fadlu kuhusiana na hilo, akugusa kabisa kuhusiana na game ya tarehe ishirini na tano alikuwa anazungumzia zaidi uh, kile ambacho kitakuwepo huku na jinsi ambavyo timu yake imeiandaa, na hata jana alipokuja kwenye mkutano waandishi wa habari, ndio sehemu kubwa alienda kugusia kile kile ambacho kipo kwamba uh, uchanga wa timu uh, lakini kile alichoweza kukifanya na mshangao mkubwa ambao ulikwenda pale kwa wale ambao hajamzoea Fadu kwa huko Morocco, alishangaa kwamba kachambua kikosi cha uh, cha timu ya Berkane kuanzia mwanzo hadi mwisho sehemu ambayo ni, ni, ni nzuri zaidi ni kwa golikipa na safu yao ya ulinzi. Kwa hiyo alikichambua kile kikosi ndani nje, na hata kama uliweza uh, kuchungulia mazoezi ya jioni uh, kulikuwa kuna kuna jambo lilikuwa linaozana na Charles, kwamba ah bwana hii ni zuga au ndio mfumo uh, eneo lenyewe linapoenda kupunguza uwanja kufanya nini? Kwa hiyo kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo unaviona sasa na benchi la ufundi la Simba uh, limekuwa kuweza kutengeneza vitu ambavyo vinawatoa kisaikolojia. Yes, Filipo Siprian huyo ni mkongwe. Pato ameweza kukujuza ama Uh, kujibiwa lile swali ambalo uh, namna uh, watu wa Moroko ama haswa hapa na see, uh, watazamaji watambue ya kwamba kwa nini tunataja uji date. Uji date ni huku ambako Simba Sports ndiko imefikia, lakini sio mbali kutoka hapa kwenda katika eneo lile la Berkan ambako mechi itachezwa ita. Kwa hivyo huku tumefata ule utulivu ambao uh, unahitajika sana. Kwa hivyo timu itatoka hapa na itaenda kucheza mechi kule, na hata jana katika mazoezi eh, timu ilitoka hapa ikaenda kule na kisha ikarejea hapa sio mbali katika mji bila shaka yoyote. Filipo Sipiriani, wewe ni mwenyeji katika nchi hii ya Moroko, umekuja huku mara kadhaa na unaifahamu uh, vizuri kabisa, na hakuna uh, usumbufu wowote barabarani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hivyo ni Oujda ndiko ambako tupo. Aha, lakini mechi itachezwa katika uwanja ule wa manispaa ya pale Berkane, sio mbali, ni mambo ya karibu kabisa haya. Ali, tuna swali la pili, lakini pia huyo Abel anaweka mkono kwenye shavu wakati tunajua leo ni ushindi Judi. Ali, uh, tumezoea timu zetu za Tanzania zikiwa zinaenda kucheza hasa Uarabuni, kunakuwaga zinakutana na figisu nyingi, na kumbuka, kwa mara ya mwisho, Yanga walivyoingia walikutana na vurugu kabisa, tena walipofikia kwenye hoteli. Vipi Simba wamekutana na kikwazo chochote au changamoto yoyote tangu wamefika? Uh, Judith ni kweli kabisa, umetukumbusha hiyo mechi ya mwaka ule elfu mbili na ishirini na tatu ambayo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mimi nilikuwepo katika ile mechi na nilishuhudia uh, hizo tafrani ambazo zilianza siku moja kabla ya mechi, ambako kuna baadhi mbalo, uh, ya mashabiki walikatiza pale katika eneo ambalo kikosi cha Yanga kilikuwa kimefikia pale, lakini tuache hayo ya mwaka ishirini na tatu kwa sasa hivi, mimi tu kwa jicho langu kiukweli, tangu nimefika uh, kwanza tuna Uh, sababu za kuwapongeza uh, watu hawa hapa Moroko kwa ule ustaarabu ambao wanao, yani katika maeneo ambayo sisi tunakatiza tukifika wakati mwingine tunajihisi kama vile bado tupo tupo nyumbani, yani kama vile tumeitawala hii hii nchi uh, wakati mwingine nimekuwa nikibishana hapa na mwandamizi Charles Abel ya kwamba, ah, mimi ujue, bado siamini amini hii hali ninayoiona hapa ni kweli, ndiyo itaendelea mpaka siku ya mechi. Nimekuwa hivyo nikibishana na wenzangu hapa, lakini kimsingi ni mshangao mkubwa kwangu, haswa nikichukulia experience ile ambayo nilishuhudia katika mechi ile ambayo walicheza Young Africans. Sasa ni mshirikisha hapa Charles Abel na yeye kidogo atie neno katika hilo, katika kile ambacho amekishuhudia. Je, kweli ameona figiso yoyote kama ulivyouliza? Uh, unajua, Morocco na Algeria ni nchi jirani, lakini ukiangalia ule utamaduni au tabia, ni vitu vili tofauti. Uh, kwa muda tumekaa hapa Morocco, kiukweli, hadi leo hii, hadi asubuhi tunapoamka hakuna changamoto yoyote ya kwa maana ya vurugu au hujuma ambayo yani tumeshuhudia sisi kwa macho yetu. Jana patoa amemzungumzia hapa Mohamed Amin, mchezaji wa zamani wa, wa, wa, wa, wa, RS Berkane. Yani ukiangalia jamaa namna alivyotupokea, hajatupokea kama kama washinda wapinzani, yani katupokea kama marafiki tu, tumeomba nafasi ya kufanya na interview, amekubali anajibu ame, ame vizuri kwa hiyo kiukweli ki watu wa moroko hadi sasa hivi hakuna changamoto yoyote kwa maana sijui ya vurugu, sijui timu watu wakuja kupiga mafataki, sijui vitisho, hakuna zaidi ni watu ambao wanapokea utani wa kawaida, wanaonyesha wengine wanaonesha, wanaonesha mbili wengine wanaonesha moja wengine wanaonesha tatu, na ukipita mtani wakikuona mtu mweusi tu wanaita, Simba, Simba, Simba, Simba. Na kwa mfano kama ule mji wa Berkane jana ukiangalia timu ilivyoenda kufanya mazoezi ba, wale walinzi yani kinachofanyika unajua, kwenye upande watimu, wa timu tena ndo waigusi kabisa. Kwa sababu kama jana, wakati msafara unaingia mazoezini, mabasi yalikuwa kama matatu au manne, lile wachezaji wameingia vizuri tu, yani watu wote ambao walikuwa katika ile crew ya wachezaji, maofisa wale wa timu, getini wamefunguliwa. Changamoto kubwa ikaja, kwa mfano, wakati limekuja lile basi la viongozi, watu wa kawaida, unajua wenzetu wanakuwa wana protokoli zao kwamba walikuwa kwanza wale walinzi wa uwanja wakawa na wasiwasi kwamba hao watu wamekuja kwa wingi hivi inawezekana changamoto ya kuwa, ku, labda wanaweza wakawazuru waka, waka, waka, waka, waka, waka wachezaji. Kwa hiyo yu, baada ya yule ofisa mkuu wa usalama Berkane mwenyewe ndo akawaruhusu kwamba bwana, fungueni milango au watanzania waingie, timu yao wamekuja kuipa sapoti. Kwa hiyo hadi sasa hivi kiukweli hakuna changamoto yoyote ambayo imejitokeza, na tusubirie tu baadaye uwanjani tuone, ambapo kwa hali ilivyo inaonekana uwanjani kutakuwa na ule ushindani wa kawaida, watu wanakuja na mashabiki wao, wanakuja kuisupport timu yao, ndio hicho. Lakini kusema kwamba siju kutakuwa na kuna purukushani mpaka sasa hivi, siju kuna vurugu kiukweli, mimi binafsi sijashuhudia kitu chochote kama hicho, lakini nimeshuhudia tu timu imepokelewa vizuri, lakini pia hata Simba wamechukua tahadhari kubwa, na ndio maana ukiangalia timu imefikia Oujda, Oujda mpaka unafika Berkane ni kama mwendo wa dakika kama 20 au au 30, kwa maana ya kwamba kuna unajua wakati mwingine inawezekana kuna pressure unaweza ukaziepuka zisizokuwa, yaani kuna vurugu unaweza ukaziepuka ambazo hazina sababu, kama utaiweka timu katika maeneo ya palepale jirani, lakini kwa sababu tuko nje kidogo ya mji, hakuna hakuna usumbufu wote ambao timu imepata mpaka sasa hivi, hata sisi tumeupata. Ali, asante sana Ali, kumbuka Tanzania, Tanzania naikumbuka, lakini unajua Spain ni karibu hiyo bosi wangu, mkini hapo lolote, naweza nikatokea Biche biza. Kwa hiyo mwambie bosi mkini hapo bo, lolote <laughs> Asante sana Ali uh, Charles Abel, hii katika gazeti la Mwana Sports ameweza kuripoti, labda kuna nyingine ambazo labda wakati mwingine labda inawezekana jina lake limeandikwa kiandamizi mwenyewe anajua maana yake kiandamizi mm, eh, na mwandishi wetu si ndio, eh? Mm, lakini kwa jina lake halisi kabisa ambalo tunalifahamu katika story ambazo eh, zimeandikwa katika gazeti la Mwanasports leo hii ni tano eh, nasoma tu headline afu eh, wanunuaji wataweza kuzinani na mwenyewe apate moyo kwamba kama hajapata gazeti eh, la Mwanasports ajue kwamba kuna story tano kutoka Uh, Morocco uh, ya kwanza fainali ya ua na Kib eh, uh, stori nyingine uh, live kutoka Morocco ngoma ndiye gumzo Morocco head yeah, stori ya pili, stori ya tatu ukija Morocco uwe na maokoto ambaye ameandika uh, Charles Abel, halafu stori ya nne uh, makundi ya kirafiki Simba yako hivi hiyo e, ni stori ambayo ipo katika gazeti la Mwanasports na stori ya mwisho ambayo nimeiona mimi katika gazeti la Mwanasports kutoka kwa Charles Abel e, tukifanya haya mwarabu hatoki e, ikiwa inamkariri e, maneno ya dalali, umeona. Kwa hiyo kuna stori tano, lakini pia nataka kuweka hamna hamna kwamba labda kuna stori saba kwa maana ya kwamba kuna jina la mwandishi wetu unajua. Eh, tuna, tunajuana jina la mwandishi wetu, inawezekana eh, nyuma pazia ni Charles Abel. Kwa hiyo niseme tu katika mwana sports leo hii kwa mfano, inawezekana ana story, inawezekana ana story saba, sio? Inawezekana story saba, ndivyo ilivyo. Haya, unaona, sasa nimeungwa mkono na mwalimu eh, Philip Mkini kwamba takriban story saba. Kwa hiyo tunashukuru kwa ripoti na pia katika stori nyinginezo, pia mnaweza mkatufuatilia katika vipindi vyetu vinavyoendelea. Yupo Patrick e, pamoja na wewe mwenyewe Ali, ambaye umetujuza vitu vingi sana katika e, maswala ya social media na huko maalum kwa ajili ya social media. Kwa hiyo tunaamini e, leo siku nzima leo hii huku nyumbani kuanzia asubuhi hii tumeanza na ninyi, naamini tunavyokwenda mpaka muda ule wa usiku tutakuwa na ninyi kuweza kutujuza nini ambacho E, kimetokea sisi. Kwa sasa e, niseme tu tunafika tamati ya Kurasa za Mwisho. Poleni sana kwa kuamka asubuhi, lakini yote kwa yote, naamini e, siku mbili haiwezi kuwafanya mkabadilika ikawa vile kwamba ndio, e, yani <laughs> <yani laughs> vile tena kuamka asubuhi vile haiwezekani, ndugu zangu, e, siku mbili tu mambo yanakuwa hivyo, jamani. Asanteni jamani, na sisi hapa pamoja na wenzangu Philip Nkini Morandi na Judith na Faustini tunahitimisha, tunaamini eh, tutakuja tena hapo baadaye. y nini, nakukumbusha, kesho Yanga anacheza eh nusu fainali. hmm. eh, Yanga anacheza hmm. eh, yeah. kesho na, na JKT yeah. Mkwakwani Tanga. Kwa hiyo yote kwa yote, katika gazeti la Mwana Sports kesho, amna ipo Mwana Sports eh? Ipo. Ipo. Mwana ipo. Sports. Yeah. Tutegemea ukijani ukijani, nategemea yeah. Ah, so na leo asante uh, sana jamani tunataka <laughs> kila laheri katika siku hii njema kabisa ya fainali mbapo, tunaamini kabisa kabisa e, Simba itaanza vizuri e, kuelekea katika mechi yake ya pili e, ya mkondo apili, wa pili wa kuweza kuhitimisha mashindano ya shirikisho barani Afrika. siku njema.